Bwana awe nanyi. Somo katika Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi na moja aya ya kumi na tano hadi ya ishirini na sita. Wengine wa makutano walisema hatoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakitaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebul basi kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebulu, wana wenu je, huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake vitu vyake vi salama lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Pepo mchafu amtokapo mtu, hupitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika, asipoona, usema nitarudi nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo, akaiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo ikiwa ni Ijumaa ya juma la ishirini na saba la mwaka C wa kanisa. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatualika tumuamini Yesu kama Bwana na mkombozi wetu. Bwana wetu Yesu Kristu alipokuja ulimwenguni alisimika ufalme wa Mungu. Hii inaonekana kupitia mwaliko wake alipowaambia watu, "Tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia." Katika Injili ya leo, Yesu analaumiwa na makutano kwamba anatoa pepo kwa Beelzebuli mkuu wa pepo. Hii inatoa uthibitisho kuwa shetani alikuwa amewashika watu na watu hawakuwa tayari kuupokea ufalme wa Mungu. Walisema Yesu anatoa pepo kwa mkuu wa pepo ili watu wasimwamini, lakini kwa mantiki ya kawaida haiwezekani pepo kumtoa pepo, labda iwe ni masingaumbwe. Ujio wa Yesu ulimwenguni uliwasha moto katika mioyo ya watu, kwani shetani walimwogopa, na hata wadhambi walitetemeka. Wale waliokuwa katika utumwa wa dhambi na wakakataa kumpokea Yesu walipambana na Yesu na hata kumsemea vibaya, ili ufalme wao wa dhambi uendelee. Yesu anazidi kuwafundisha wafuasi wake kwa njia ya mfano kwamba wawe safi kwa nje na kwa ndani ni kwa kuwa na roho safi, shetani hatapata nafasi ya kusimika ufalme wake. Tafakari ya neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi ambao tunaishi katika ulimwengu ambao ni ngumu kutambua ufalme wa Mungu ni upi na ufalme wa kishetani ni upi. Mtu anayeishi katika ufalme wa Mungu maisha yake yametawaliwa na sala, sala binafsi za jumuiya, kuhudhuria kanisani Jumapili, kusoma neno la Mungu na kulitafakari na kupokea sakramenti hasa ya Ekaristi takatifu na kitubio. Yeyote anayepokea sakramenti ya Ekaristi takatifu anampokea Yesu na kwa hakika Yesu anakuwa mtawala wa maisha yake. Yule anayepokea sakramenti ya kitubio, yaani anafanya toba na kuungama dhambi zake, anaondoa utawala wa shetani katika maisha yake. Tukiwa safi kiroho shetani hataweza kutuingilia na wala kutusumbua. Dawa ya mahangaiko tulionayo sio kwenda kutafuta mchawi au maombezi ya uponyaji, bali kuzikubali dhambi zetu na kufanya toba. Kwa hakika tukifanya hivyo, tutasamehewa na tutapata wokovu daima. Tuifanye miili yetu kuwa mahekalu ya Roho Mtakatifu kwa kuwa na neema ya utakaso kama anavyotuambia Paulo katika waraka wake wa kwa kwanza kwa Wakorinto sura ya tatu aya ya kumi na sita. Kwa hakika, tukiwa katika hali ya neema, shetani hatakuwa na nguvu kamwe katika maisha yetu, na tutakuwa tumesimika ufalme wa Mungu katika maisha yetu. Yesu mwenyewe azidi kutulinda na kutubariki daima. Aliyekuletea tafakari ya neno la Mungu ni mimi, Padre Richard Barnos wa jimbo katoliki la Moshi ninayefanya utume wangu katika jimbo katoliki la Lindi kama paroko katika parokia mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.